Habarini ndugu zangu wa Kijiweni Kwetu, na leo nipo na nyie, bega kwa bega, tujifunze namna ya kuendesha gari automatic. Uh, kuanzia procedure ya kwanza mpaka procedure ya mwisho. Usitoke, usisahau kusubscribe, usisahau kulike na kushare video yetu, ili wengi waweze kujifunza pia. Hicho ndakachoenda kuwaelekeza. Kitu cha kwanza unapokuwa na gari kama hili, unapotaka kuendesha, unahakikisha umeingia kwenye gari yako. Na hakikisha funguo yako kwa wale ambao wanatumia gari za, za remote. Funguo yako unaingia nayo moja kwa moja mpaka kwenye gari yako, kwa sababu ukiiacha nje haitaweza kuwasha gari na haitaweza kuwaka, kwa sababu funguo inahitajika ikae ndani ya gari ndio gari iweze kuwaka. Haya sasa, hapa tumeshafika kwenye gari letu funguo, ngoja tuweke hata hapa. Tupo ndani ya gari, procedure ya kwanza, unachotakiwa ukishaingia kwenye gari kama hivi ni kufunga mkanda wa gari. Kwa hiyo nitachukua mkanda wangu nitaufunga moja kwa moja mpaka hapa. Hapo nakuwa nimemaliza procedure namba moja. Procedure namba mbili, hii ndo gari yetu na hapa, hii ni gearbox ambayo, gear lever ambayo imeungana na gearbox. Kwa hiyo gear zetu zote zipo hapa. Hii ni gear lever. Tunakuja, hii ni kwa ajili ya wiper. Hii ni kwa ajili ya indicators. Kwa hiyo naenda kuwasha gari yetu moja kwa moja. Engine yetu ipo huku, ngoja tuwaonyeshe moja kwa moja. Hapa ndo ambapo tunaweza tukaanza kuwasha gari letu. Hapa wameandikwa engine start and stop. Kwa kwanza tunakanyaga brake kama unavoona pale chini kuna kuna vikanyagio tatu, cha kwanza hiki hapa ni kwa ajili ya moto, hiki cha pili manake accelerator, hiki hapa cha pili ni brake lakini hiki hapa cha tatu ni kwa ajili ya foot brake. Ukikanyaga umeweka foot brake, ukikanyaga tena umetoa. Kwa hiyo hivyo ndio vitu vya kwanza unatakiwa kuzingatia kama dereva, ukiwa tayari umeshaingia kwenye gari lako. Haya, tutaenda kuwasha gari letu. Cha kwanza unakanyaga breki, unakanyaga breki kama unavyoona mguu wangu huu hapa, nakanyaga breki. Alafu nakuja hapa wamenyekea ukijani. Nikitoa mguu kwenye breki hapa hiki akiwaki. Unaona hiyo nikikanyaga breki kuna kijani inawaka hapa. Maana yake naweza nikastart engine yangu hapa. Kwaona na na start engine yangu. Hiyo ni procedure namba mbili. Mpaka hapo gari yetu inakuwa imewaka, unachotakiwa kuzingatia ni dashboard. Dashboard inakwambia nini? Dashboard kama inatoa message yoyote unatakiwa uizingatie. Kwa hiyo tukiangalia dashboard yetu ipo clean. kuna Kitaa cha mafuta kinawaka, kuna taa ya temperature inawaka vizuri. Kwa hiyo pale unaangalia vitu vya msingi ambavyo gari inakuongoza. Haya, huku ni kwa ajili ya indicators. kama unavyoona pale kwenye dashboard yetu imeonyesha, hii ya kushoto, hii ya kulia, kama unavyoweza kuona. Haya, tunaendelea na somo. Hapo sasa tumesha washa gari kila kitu tumeshakiweka sawa, tupo tayari kwa ajili ya kuondoka, ila unaondokaje kama haujui namna ya kuondoka? Tunakuja kwenye gia river kitu, kitu unachotakiwa kuzingatia, uwezi kumove gia kama ujakanyaga brake. kwa hiyo mguu wako siku zote kwa kwenye brake. Ngoja niwapatishie hii steering ili tuweze kuona vizuri hiyo na hiyo gia river yetu. brake ile kule nadhani unaiona na kanyaga brake. Unakuja hapa hii e, p ni parking na ah, no. Yeah, p ni parking, p ni parking, r ni reverse, n ni neutral, d ni drive, ila katika drive kuna gia kubwa na gia small. Hii e, small hii e, hapa ni big. Kwa hiyo tunaenda sisi, kwa kawaida tunaendesha ukiwa kwenye d. Mguu tumekanyaga break, tumemove gear lever mpaka hapa, na pale unavyoona inaonyesha kabisa ni D. Ukiweka kwenye N inakuonesha pale ni N. Ukiweka kwenye R nadhani unaona, kiweka kwenye P na kuonyesha P. Kwa hiyo tutaweka kwenye D na hapo tutaachia mguu wetu kwenye break, taratibu, sababu hizi ni gari ambazo ni automatic Uke, u, automatic unavyoachia mguu, gari inaanza kutembea yenyewe. Kama unavyoona mguu wangu upo kwenye breki na uachia mguu na gari inatembea, kama unavyoona. Unaongeza mwendo kulingana na uhitaji wako. Kama kuna emergency yoyote, unapiga brake and then unasimamisha gari yako. Simamisha gari gari ikiwa kuna irudisha kwenye parking. Haya, tuseme unataka kurudi reverse, unaenda kwenye R, na kule inakuonyesha reverse na hapa kwenye kioo gari inaonyesha kabisa kwamba ina move reverse, kama unavyoweza kuona, unarudi mpaka pale usawa unautaka wewe. Kama ni hapo, unasimama hapo. Kama ni drive, unaweka kwenye D, gari inaenda mbele, unaone kwa moto, unaongeza kulingana na uhitaji wa gari yako na kule unakoelekea. Ah, somo letu la leo nadhani utakuwa umenielewa. Mimi ni mwalimu wako wa kipindi chako cha leo cha udereva, kujifunza namna ya kuendesha gari za aina, uh, automatic. Nadhani utakuwa umenielewa na utakuwa ume umenielewa <laughs> mpaka mwisho. Asanteni, asanteni. Usisahau ku like ku share na ku subscribe kijiweni kwetu.